Mwenza tupewa ya 7? Ndiyo. Aki ya Mungu ni mambo kani. Mwenza ni mwenza siyo 60 ya juu sasa. Mwenza siyo 60 ya juu sasa. Tupewa ya 7? Sikiza. Mwikukuja muna niambia mutura ya ngapi. Siyo mesema mutura yote ni ya mia. Tumikuambia mutura ya 30 ini ya 30 ndo ni mwenza kati ya 30.

tulikuja kama tumesiba kidogo, after kufika kutulia dakika kidogo, ndo njaa ikaongezeka. Niongeze ya 40 kutoka hapo. <laughs> Okay, yeah? Niongeze ya 40. <laughs> Mm. Mm. Na hiyo ni ngapi? Hiyo. Eh? Hmm.